Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa address ile jambo na kuhusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye lebo akaende independent artist. Na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish all the best. I got you back all the time as usual. Na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, moni mnafanyaji Uh, yeah. Contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master. Kisema master anamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo amezifanya na mimi ili ziwe za kwake lifetime, je, zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Uh, hayo ndio ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema ni social media kwamba nimemdai kiasi cha bilioni moja nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best. I wish him all the best. Napenda sana msupporteni sana uh, he's a independent artist from now on. Mkiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni tanye pata risk aisaidie familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake so far tunashukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kuwaletea kuwa, kuwa, kuwa superstars kadhaa ikiwemo Chingaa, Kina Anjella, kilichidi Pilichidi walikuwa poke na Country Boy, na wao wote walivyoondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own masters zao, na yeah for good and for peace, hamna mtu yeyote mwenye amani kwa kudaiwa. So uh that's how we live live by living each other. Lakini pia speaking of Basata, uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea. Na kwa sababu mazungumzo aliyozungumza naye na Bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata. Baada ya kufa sana na usuluhisho. Uh, so niliomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka lakini, okay, wakaniambia, wanaambia, Sofa, nisingeweza kuyashia sasa hivi na, mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe. Na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki ya, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka. Uh, so as I said, my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mna msupoti pia, na mwisho, kama sikosei, spiki na a uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani nilikuwa sijui nime nimemwambia amtoe uh, mama yake mzazi extra uh, na sio kwamba sijui how it tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wa wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kuukata utafanyaje? a uh, first, nimemwachia Mungu. Second, nimemsamehe na mwisho namwombea, mwombea sihitaji mimi msamaha wote kutoka kwako. Ukiona kuna tija sawa, ukiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza, basi kwa wakati wake sawa, aseme aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa, na mimi nitamuongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother, na si, ataenda kwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Ya, kwa hiyo push him to the best. So, kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kunitunga mkono siku zote, kuna superstars kibao wanakuja. Na yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs, for everybody, this is Konde boy, all love.